Katika jitihada za kuinua kiwango cha elimu nchini Tanzania, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na wadau wa Shule Bora imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuboresha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji katika halmashauri ya mji Kasulu. Mafanikio haya yanaonekana wazi kupitia mafunzo mahususi kwa walimu wa masomo ya hisabati na Kiingereza yaliyolenga kuinua ubora wa elimu kwa watoto wa shule za msingi. Tunashukuru uh, serikali chini ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu na timu yake nzima ambao wamekuwa mfano bora katika kutupatia mafunzo haya katika halmashauri ya... Uongozi wa halmashauri ya mji Kasulu umetambua na kuthamini juhudi hizi. Kupitia uongozi imara na usimamizi makini, elimu imepewa kipaumbele kama silaha ya maendeleo ya jamii. Mwaka huu wa fedha ilitengwa e, bajeti ya shilingi milioni 150 kwa ajili ya kusaidia kusimamia shughuli za elimu ya msingi. Lengo kuu lilikuwa ni kuwawezesha walimu kupata maarifa ya kisasa ya ufundishaji yanayomwezesha mwanafunzi kuelewa kwa ufasaha na kushiriki kikamilifu darasani. My name is David. Mwalimu wetu Sabati hutufundisha kwa mbinu shirikishi dhana, anatufundisha hata nyiye. Leo pia mmeona, tunaelewa kwa urahisi, na tunaahidi kuwa sio mimi peke yangu, bali ni darasa zima tutafaulu na kufaulu zaidi ya miaka mingine. Leo, tumes, leo tumesoma kanuni ya Pythagoras. Mwalimu wetu ametufundisha kwa kutumia mfumo wa Gemini tumejifunza vizuri sana na tumeelewa kama mlivyoona. Darasani nilikuwa nafundisha hisabati kwa kutumia mfumo wa mtandao kwenye programu mojawapo tuliyofundishwa kwenye mafunzo, na nilipokuwa nafundisha kwa kutumia mtandao, wanafunzi walikuwa na shauku ya kujua namna gani ya kutumia mtandao ili kuweza kutatua matatizo ya kihisabati. Tumepata mafunzo namna ya kutengeneza ambacho kifaa hiki mtoto anajifunza kuweza kuhesabu namba, lakini pia anaziona namba gani ambazo zimeandikwa. Kwa mfano jumla hapa, moja kuna saba, kuna moja, kuna moja, jumla yake inatakiwa iwe tisa. Kwa hiyo jumla kutoka hapa mpaka hapa, mtoto anatakiwa anata, anata, anata, kutambua kwamba hiyo ni tisa, lakini pia kwa kushuka hivi chini, pia inatakiwa iwe tisa. Kwa hiyo huo ndo mti wa namba. Katika kuhakikisha utekelezaji unafanyika ipasavyo, timu ya ufuatiliaji kutoka ofisi ya elimu ya awali na msingi imekuwa ikitembelea shule hizi, kujiridhisha na kutoa ushauri pale inapohitajika. Mazingira ya ujifunzaji katika shule mbalimbali yameendelea kuboreshwa na mazingira rafiki kwa wanafunzi. Kupitia ushirikiano kati ya serikali, halmashauri na wadau wa elimu, watoto wa halmashauri ya mji Kasulu sasa wanapata elimu bora zaidi na hata walimu wetu walikuwa wamekata tamaa ya kufundisha somo la hisabati lakini kwa shule hizi tulizotembelea chache, tunaona walimu wote wamepata hamu sasa ya kufundisha somo la hisabati ambalo wanaona kwa. Tunaishukuru serikali kwa kuweza kutuwezesha na kutupatia mafunzo ya kuweza kuwa, kuwafanya wanafunzi wetu waweze kujifunza katika uhalisia wa vitu mbalimbali ambavyo wanaviona katika mazingira wanayojifunza. Halmashauri inatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake wenye maono pamoja na wadau wote wa Shule Bora waliowezesha mafanikio wa haya. Uh, pekee nianze kwa kuishukuru ofisi ya Rais TAMISEMI. Uh, kupitia waziri wake mwenye dhamana, waziri wa nchi Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa uh, kwa kutuletea programu ya shule bora, ambapo uh, wizara hii ya nchi ofisi ya Rais TAMISEMI imeshirikiana na wizara ya elimu. Kwa pamoja tunaendelea kujenga msingi imara kwa kizazi cha kesho.